Nam uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbondei TV, ikiwa leo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2025 tumepata wasaa wa kuja kumtembelea ndugu yetu Juma Mkono ak Baba Boya. Historia yake imetuvuta sana katika mitandao ya kijamii sasa huyu Baba Boya amefanya nini na kwa nini amekuwa akizungumziwa? Huenda ikawa ni makundi ama ni visa vya familia, ambao vimempelekea mpaka huyu bwana kusota lumande kwa siku ambazo zilipita hapo nyuma. Lakini twende mwenyewe akatusimulie ilikuwaje na imekuwaje, na mpaka sasa hivi yuko hapa. Ebwana, mambo vipi bwana? Mambo poa. Kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, huenda akawa hayajui majina yako, wewe ni nani? Mimi naitwa Juma Idi, mkazi wa Tandika mkazi wa Tandika, ulizaliwa lini na kwenye familia ya aina gani, na mko watoto wangapi katika wazao wenu, katika familia, katika watoto kuzaliwa? Mimi ni mtoto wa kwanza, na ndugu wadogo zangu wako wawili. Ina maana mimi ndo kaka, na mwaka kuzaliwa, mwaka 1992 tarehe 21 mwezi wa kwanza eh. Asante sana, mana wewe baba boya ama Juma Mkono Hivi ni nini ambacho kilikufanya ama kikakusukuma mpaka ukaingia kwenye haya magenge ambayo yalikupelekea baadaye wewe kuwa katika e, yani nafasi mbaya sana mpaka ukashtakiwa na ukapata hukumu pia lakini baadaye ukatoka, ni kitu gani? Ah, yani shida ya maisha. Sisi tumelelewa katika maisha ya Kiswahili sana, katika maisha magumu. Unajua maisha ya Tandika, Tandika ni uswahilini sana kuanzia baba mama wote maisha magumu. Baba au, auze bange mama auze pombe, maisha yaende kwa malezi. Tulikuwa tujapata malezi bora kama watoto wengine ambao jinsi walivyopata, kwa na maisha ya Tandika au maisha ya kitongoji ambacho nilichotoka mimi, kitongoji kinaitwa Nyambwela. Muulize mtu yeyote atakuambia kitongoji kiko kikoje, awe mtoto wa kiume awe mtoto wa kike, yani yani, yani lazima wawe watu ambao waliovurugwa na maisha kwa sababu maisha ambayo tumeishi sisi ni maisha ya tabu, maisha ya shida, maisha ya dhiki. Kwa hiyo ni ugumu tu wa maisha ambayo umechangia mpaka, mpaka mtu anakuja nafanya maswala ya kiundi, unauza bange, unakuwa msela, una, una, una kaba, unafanyaje. Kwa hiyo ni maisha Sawa, lakini umesema chanzo kikuu ni maisha, lakini haya ya maisha mpaka inafika pointi ya wewe kuwa labda unakaba, huenda ikaa, labda mtu unauza bangi. Kuna watu nyuma yako ambao ndo wewe walikuvutia watu, yaani ni makundi gani ambayo yalikuvutia mpaka ukaingia hapo kwenye hizo vitu? Yani mimi kwanza kwanza mimi nimetoka katika hali ambayo ngumu, na kitongoji pia ambacho nilichokuponacho mimi, nilichozaliwa ni kitongoji ambacho yani cha Kisela na cha Kiuni. Yaani ukimuuliza mtu yote, atakwambia bwana tandika Davis Kona au ta nyekundu, bwana watoto wanaishi vipi? Hata kama kwa sasa hivi ukienda, ni mazingira yake ni bado mazingira yale. Yani kila gezazi ambacho kitakachozaliwa, maana mimi mwenyewe nimezaliwa ni mwa kuta, wazazi wangu wapo katika Usela. Kila zama na zama zake, na maana zama za wajumba zetu wa kipindiko wanafanya usela, sisi tuko wadogo tunawaona wametoka wajumba zetu, wamekuja kaka zetu, tumekuja tena na sisi, kwani maisha ni ambayo yani kizazi na kizazi yani, kizazi na kizazi. Yani, maisha ya kule ni kizazi na kizazi. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho kinachochangia. Sawa sasa, mtazamaji ambaye anafuatilia anataka kujua yani kisa eh, ama chanzo kilicho kusu, yani kilichokupelekea hadi wewe eh? Kupeana kashkashi na polisi au kupeana kashikashi kashkashi na hizi mahakama hadi ukahukumiwa ni kitu gani? yeah. e, yani chanzo makundi. Unajua kisa sababu makundi, usela ukiweka mbele sana usela, ndo faida yake, ndo kama hivyo kwao. Mimi niliweka sana mbele, se, u, usela, na sio bimi tu maana au, au marafiki zangu ambao tulikuwa tunafanya wote usela, wengi sana wamekufa, wengine wako, wengine wako za South Africa. yeah. Kwao ni usela ndio ambao ulochangia changia mpaka mimi nimeenda maisha ya jela, nimehukumiwa miaka 30. Nimesimama mahakamani, nikafungwa mahakama ya wilaya pale, nikafungwa miaka 30 na hakimu <coughs> nikaenda maisha yangu ya jela ya Ukonga, nikakaa miaka ambayo nilokaa, nikakata rufaa mahakama kuu, nikaja nikaachiwa, ikaachiwa mahakama kuu rufaa, ndo nikaja nikatoka nje. so, mtazamaji anaendelea kufuatilia, lakini umesema tu ulihukumiwa mahakama ya wilaya, lakini yeye mtazamaji hajui ni kosa gani yani ambalo lilikupelekea wewe yani, kosa gani ambalo lilikufanya mpaka ukaingia katika mikono ya sheria? Ah, okay. mimi nilikuwa na kesi ya amri robali. Kwa watu ambao wanajua kesi watajua nini maana ya amri robali. Amri robali ni unyang'anyi wa kutumia silaha yani, yani, yani kukaba kwa kutumia panga au kukaba kwa kutumia kisu, na kweli mimi hiyo robali nilifanya tena ilikuwa lobali ya mchana ilikuwa lobali ya hatari sana ya mchana. Na mpaka hivi sasa ninapoongea na wewe, huyo wew mtu ambaye tulomfanya lobali ni kilema, ni kilema, maana si kwamba tulomfanyia sisi lo tukio, tulimvunja tuli uti wa mgongo wa shingo ko, mpaka anakuja mahakamani yani hawezi kugeuka. Naongea naye mimi mahakamani yani anakuwa anaenda shingo hivi mzima kabisa ko ndio kitu ambacho hicho hicho, sababu mpaka sisi tukaja tukafungwa, ila wao wenyewe kesi walikosea, kwa sababu mabusu wanapokuwa jela sio kama anakaa tu jela, mabusu wanapokuwa jela anajifunza jela, anajifunza jinsi ya kuongea kesi mahakamani kwao. Nifo kwa niko zangu jela sikulala, niko najifunza kesi na niko na na nikwa naongea na kesi, na mpaka nikaenda mahakamani naongea na mashahidi vizuri, na niko anawabwaga mashahidi yote, ila sema kwa kwa yule mzangu yeye, alikuwa kidogo kipato anacho kwao akatoa pesa sisi tukafungwa, na ndo kisa ambacho kilichosababisha mpaka jaji. Mpaka jaji sisi akatuachia, kwa sababu makosa yalifanyika kwa hakimu ambaye sisi alitufunga, ali ali ilibidi sisi atuachie kwa sababu kwa sababu mashahidi ambao tuliongea nao sisi hatukuweza katika kuongea na sisi katika point na katika hoja ya kesi, ndo maana tumefungwa, ni kama kimakosa, ndo maana jaji akaamuru sisi tuachiwe. Umesema mliachiwa huru, lakini mi bado, bado zumuni langu liko pale, kutaka kujua kwamba huyo mtu mlisema mlimshambulia mchana, huenda yani mlivutiwa na nini, mpaka mkash, mkamshambulia? Huenda alikuwa na pesa taslim au alikuwa na vito vya samani. Nikitugia, ni kitu gani ambacho kiliwafanya mpaka mkamshambulia? Ah, yani kisa kwanza, kisa na sababu kubwa hasa mpaka ilitukio linakuja linatokea, ilikuwa siku ya Jumapili. Siku hiyo ya Jumapili kulikuwa kuna ugomvi baina ya marafiki zangu, mimi mmoja anaitwa Mwela <coughs> mwingine anaitwa Dogochi. Dogochi na Mwela waligombana, yani kama jana yake waligombana. Sasa Dogochi alizidiwa nguvu na Mwela, Dogochi aka, akaenda polisi, akaenda kuchukua agambo. Sisi kipindi hiko tulikuwa tuko mango. kuna simoja wanapeta mango kama mzoefu. baada ya mango kwa tulikuwa tuko mango katika shughuli ya rafiki yetu mwingine, tulikuwa masela tukibao tu au ni kibao kipindiko, enzi ya masela, masela wengi sana mtaani, yani kipindiko, yani kila mtoto ambaye unamuona kavurugwa, yani kila mtoto ambaye unamuona lazima awe na kisu awe na panga, yani iwe mchana iwe usiku, yani watu walivurugwa, watu walipagawa sana, tandika tandika, kwa sababu kipindiko sisi tuko zetu katika shughuli ya rafiki yetu yule Dogo Chizi. Sasa akaenda kuchukua wagambo, kwenda kuchukua wagambo niya kwamba wamkamate ule mwela. Kweli wale wagambo wakamkamata ule mwela, sisi tukapiga si bwanaku kuna, kuna wagambo wanamkamata mwela, kwa sisi kabidi tutoke kule kwenye ile shughuli, ikabidi tukimbie tuwai. Na kweli pale sisi pale tukatumakutagambo pale tukapiga tuka sana visi wagambo, wagambo wakawa wamekimbia koo, ndo tukaja tukaja tukapata kesi maana saa tena masela washafika sehemu, lazima tena wengine wataumia. Hivyo kwa hiyo, wenyewe mlimshambulia kwa lengo la, la kulipiza kisasi, sio kumshukulia mali alizonazo. Yaani watu ambao waliofika pale maana sisi yani, kila kundi limefika katika muda wake. Kuna kundi ambalo lilofika la kwanza, wale wengine walikopo hawamjui yule, umeelewa? Kwa wale ndo walofanya tukio lile, umeelewa. Ila mimi nilipofika pale yule bwana ambaye alofanya lile tukio akawa kamkamata, kuna mtoto mmoja kutoka dogo chao, sasa hivi South Africa kauliwa, South Africa kapigwa bunduki South Africa, umeelewa? kwa baada yule yule fadha alipomkamata yule dogo chao mimi sasa nikaona fadha huyu dogo chao akai huku, alafu wao wanakuja wanamkamata huyu dogo chao, huyu atakuja atamuua. Alafu sisi huyu ndugu yetu, ni kabidi nimtetee nani? Kabidi nimtetee yule rafiki yangu. Kipindi hiko tayari washamuumiza na washampiga kisu. Ila mimi nimeingia pale kwa kuwa kama kumtetea rafiki yangu, wote sisi wauni. Ila kama kumtetea rafiki yangu, mradi pale asije akaja akafa kwa kuwa pale sio sio kwake na pale pia yeye ajulikani kwa mimi nikaingia pale kwa ajili ya kumtetea yule rafiki yangu katika, na kweli nikamtetea rafiki yangu, kitendo ambacho kilichokasirika mimi. Kwa hiyo moja kwa moja akaenda kushtaki, akaenda polisi, akatoa statement polisi, akapewa alabi. Baada ya kupewa alabi, kwa akawa anatafuta sisi kimya kimya, sasa mtazamaji anataka, anataka kusikiliza kwamba mchakato wa kesi ulikuwaje? uliku baada ya kupewa alabi yani, hebu eleza mchakato wa kesi ulikuwaje? Yule sasa baada alivyofanywa ile tukio, baada ile tukio si al alienda polisi, akaeleza mwana bwana kitu ambacho alichofanyiwa akaeleza. Baada ya kueleza kila sisi sasa tukatena, kila mtu yuko busy na maisha yake, ila sisi tukaja tukapata habari kwamba bwana yule mtu kaenda polisi, kaenda kushtaki. Wa kwanza wewe

ila mimi nilifungwa miaka 30, mwenzangu alifungwa miaka 60. Haya, kabla hapo hujaendelea, ila mtazamaji anataka kujua kwamba, je, ile siku ya kwanza mkaletoa wagambo kuja kamekamata na Arabi, yani ilikuwaje? kuwaje mpaka mkapelekwa mpaka mkapelekwa rumande hivi na hivi. Amazon chaka ilikuwa ni maskani ya kiuni. Maskani tunaweza tukakawa takriban hata 100 au 200 maskani kwa sababu wanakuja masela tofauti tfaut, tofauti masela wa Yombo, masela wa wapi, masela wa wapi, masela wa wapi. Kwa hiyo ndo ilikuwa ndo Amazon Chaka. Na hiyo Amazon Chaka, mimi uzuri wake ndo niko ndo, ndo pusha sadali wa Amazon Chaka. Kwa siku mimi nilikuwa nachinja chinja hizo puli, sometime hata saba au kumi, kwa kuwa watu kwa kuivi, yani masela kushazi kwa siku hiyo. Sasa ikawa tukaona bwana, leo ngoja tuwakanyagi sungusungu ko tukaita pale masela sehemu masela, se mbalimbali wakaja nini pale, tukawa tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana na sungusungu sungu. Na kweli usiku ulivyofika, tukawa tumetoka zetu chini tunaenda zetu juu, huku tunapotoka huku tunaenda huku mm. Mtaani kote wamefunga milango yao, wanajua yani kwamba balaa nini ambalo naenda kutokea huko juu, kwa kuwa wao sisi wanatujua. Yani, yani, ni watoto wanajua ni bala letu sisi, kwa kuwa wanajua watoto, sababu na sabana, kila mtoto kapagao. Kwa kuwa kila mtoto unemuona na kisu, kila mtoto unemuona na kisu basi, bwana, tukatoka, tukaenda zetu juu, kipindiko mwenyekiti alikuwa Musa Bakali Musa na watu aa, tunamtaka sana Musa Bakali Musa ingie katika mikono ya wauni, umeelewa? Basi bwana sisi tukaenda mpaka juu maskani yao ambao sungusungu wanapokaa, ila pale mwenyekiti alikuwepo, ila mwenyekiti pale alipigiwa simu na watu, bwana, huko watoto wanakuja huko juu kwa mwenyekiti, akawakatoka pale kwa akawa wamebaki sungusungu wengine. Kwa sisi tukafika mpaka pale, tukaleta noma pale, la hatari, piga piga sana watu visu pale, piga sana watu mapanga mtaani, eh mtaani, kwa ndio ikawa sababu kubwa sasa ya sungusungu sungu na wao sasa, hmm. kutungamana Umenielewa? Maana baada tukifanya vile, sisi kila mtu akawa kakimbia kivyake. Kwa hiyo sababu kubwa sasa sungusungu kufanyaje? Kutungamana, kututafuta sisi. Umenielewa? Mm -hmm. Basi bwana, mimi baada tukifanya tukio lile, mimi nika nimekimbia. Nikimbilia wapi? Ni, nika nimekimbilia Mbande. Mm -hmm. Basi bwana, baada ya kukimbia nini kwa nika nimekaa kule, kesi kama imeisha, nikarudi tena. Baada kurudi, nakumbuka siku hiyo sasa nimetoka zangu maskani Mida, kama saa tano hivi, niko na wadogo zangu kama watatu hivi, wote marehemu sasa hivi, wameuliwa kwa uhalifu eh, kwa uhalifu yani. Mimi marafiki zangu mimi wengi sana, wote wamekufa. Mmm, kwa ilikuwa kama mida kama saa nne hivi, nikawa nimerudi zangu nyumbani. Kudi zangu nyumbani, ghafla wakaja wadogo zangu, maana mimi kipindi niko sadali kwao, ninapo ninapokaa tu kwangu, wanangu wanakuja kuchukua zaga nini, unajua wameshakiuni Wan, wanakuja na uzia bangi wanaondoka, hasa siku hiyo Nafika tu zangu nyumbani pale, mpaka chinja, chinja kama kwenye saa nane hivi, ndo sungusungu na wazee sasa ndo washanza kutaruki, tushapiga tukio sungusungu tayari kutaruki, tukatumekaa magetoni bado kama magetoni wadogo zangu sasa bwana, sisi tunaondoka. A, wadogo zangu mnaondoka, sema sungusungu je, tayari washaanza, je, nyinyi mnasemaje? Ah bwana, mimi sina, mimi ikabidi, sababu na niingie magetoni, mwana bwana, niingie mchagoni, nimpe nimpeza mwana bwana nimpe silaha bwana, hiyo maana unaweza subhana ukakutana na sungusungu njiani. Je, unajitetea vipi? uweza subhana ukakubali kinyonge watu. Watu e. e. nika nimeingia nika, nime nini nimempa silaha, ndoka mdogo wangu poa. Mimi nika nimekabali na mdogo wangu Fazira dogo tukana chinja chinja, chinja. Mambo tumefunga funga ha. Bangi zetu nini tukawa tumelala sasa usiku mm -hmm. Sabanda kulala usiku, kumbe sasa palatuni, kumbe sasa wale sungusungu walikuwa tayari asubuhi na washatageti kwangu mimi yani, palatuni ni kama kikosi yeah, yeah. Kolile palatuni asubuhi na sungusungu likalimitageti kuja kwangu mimi umeelewa? Kwa mimi sasa nikalimelala mida kama saa sita hivi kama saa sita naenda kwenye saa saba hivi nasikia babangu mzazi kwa wale sungusungu baada ya kufika pale nyumbani kwangu maana chumba changu siko kijui mm. Kwao akaenda kwa kwenye chumba cha babangu mzazi wakamgongea, mzee, mzee. Baada kutoka wakamtaiti mzee, wakamwekea panga shingoni, bwana sidi na kuchinja, tuonyeshe mwanao yuko wapi? mm. Mzee baada kuwa na mapepe, unielewa, mzee ikabidi anichome sasa mimi mwanao, bwana mimi mwanangu chumba chake cha uwani, ikabidi amkamante wa mzee wangu sababu, bana au muweke panga shingoni, mwite mzee wako sungu sungu akawa wametulia, mwite wewe mzee wako, mwanao. Mwanao kama ukimuita wewe, si lazima ataitika, atajua sauti sauti ya babake lazima ataitika, tofauti tukimuita sisi. Kweli bwana, mzee katika kutaitiwa nini akaitika, akawa ananiita Mzee Juma. Ah, nimelala usiku nasikia sauti, mbona kama Mzee Juma? Akaniita kama mara tatu hivi, ngoja sauti, mbona kama mzee, ah, ngoja nimuitikie, kwa kuwa mzee inawezekana baba ana shida, umeelewa? Kwao nikamuitikia mzee, toka ni nika nje Asele, bado kutoka nje sasa nikajua mzee wangu labda atakuwa na shida, akawa ananyita, maana si mzee wangu sasa nika, nikamdauti. Basi ile nafungua mlango sasa natoka nje eh bwana eh, sungusungu rafiki yangu wametanda katika jumba changu kama wote. Alafu ndio mzee wangu sasa bwana washamwekea panga shingoni mzee wangu yani atetemeka. Basi ile nafungua mlango tu nikapigwa tochi. Ile kupigwa tocha, au subhana, ile ah! Kumbe wasungusungu, ile niudi ndani, asungusungu wamepiga mlango wameingia ndani eh, nichukue panga wameniwahi, eh, nichukue kisu wameniwahi. Kwa hiyo kuchukua panga ukakubaliana nao, eh eh, uwezi mwana bwana, subhana, ukakubali kajabu, ajabu kwa kipindi hicho, lakini uwezi kukubali, subhana, kajabu kwa kipindi, kwa subhana, kwa mtu kwanza tayari kishafurugwa na akili, yani kufa ni jambo la kawaida tu sana, umeelewa? Kwa hiyo niko na au kama subhana, ngoja niingie na mimi wazobana magetoni nchi mwepanga wamentaiti, eh wamentaiti, wamenikamata nini, kunikamata wakantoa nje pale. Mzee baba yangu sasa, bado alivyoachiwa sako na mwanangu, sababu siwezi nikashuhudia mwanangu anakufa. Mzee kabida ingie akimbilia ndani kwake, kajifungia mlango na kazima taa. Shangazi yangu pia analia mzee wangu, sababu analia eh, mimi tena, sababu ndo shaka kama tawasungusungu tuko uani eh, shaka kama tawasungusungu. Na ile mdogo wangu ile nilikuwa naye yule, naye fazila dogo naye, tumetolewa wote nje, tumefungwa kamba nini, wakaanza kutupiga pale Mm. Eh, mimi niko na leo hawa wananiua. Mm. Kweli Yesu Bwana, tukapigwa tuka kamba nini pale tukatolewa tuka kule juu kule mpaka lelini kabisa kwenye taa nyekundu eh, au nyambwela kwenye lelini kabisa. Kweli baada ya kuna lelini huku, si wamenifunga kamba wakanipigia mtama wakanipigia mtama nikaniko nikaniko chini sasa, wakawa nanikanyaga nia kwamba waniue, akaja sungusungu mmoja hivi akaja na kisu akawa anataka kukata mishipa hii ya miguu yani kwamba ni hata kama hata kama nikipona ni nia niwe Niwe kilema. Mendelea hila sema sa Mungu, Mungu mkubwa na Mungu, Mungu na wanadamu. Yani ndo uwa nataka wafanya tukio tuna defender fast na kuja na niwai. Defender suba na limuasha tando, wabada kuna defender, kila mtu wakana kimbia kimbia ni defender pale likaja, lika nichukua, lika nitia kwenye gari, ni kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye defender mule, uu mpaka Chang'ombe. Kwa hiyo ndo uwa, nivofika kule Chang'ombe sasa, bada ufika Chang'ombe bale sasa, kwa hiyo ndo uwa kakesi sasa, na yule bwana ambaye tumemfanyia tukio sasa, naye akaja kuleta kesi yake sasa, "Bwana, mimi huyu alinifanyaga tukio, unielewa." Ila sema sasa kipindi hiko kabla mimi nakuja nakamatwa, ina maana yule mwenzangu tosha, ambaye ambaye tulikopote katika, katika kesi ile, yeye naye muda tu, bwana, alikamatwa katika mazingira yake ya wizi, kwani kila mtu kakamatwa katika mazingira yake, kwa hiyo yule mwenzangu na yeye alikuwa tayari kasha kasha kamata, na tayari akawa yuko yuko iko zake jela keko koni kanasikilizwa mimi tu, kwa hiyo bana na mimi bana nifukamando sasa